Somo ya miezi mitatu mitatu na robo hii ya kufungia mwaka tunasoma habari za nabii Yoshua kitabu cha Yoshua, lakini leo nimesema tupate somo maalum kwa sababu ni siku maalum. Bwana Yesu asifiwe! Na kwa sababu tumeshaomba, nitakuwa nikifundisha, mimi sio mhubiri kama kutakuwa na mtu ana swali atauliza. Yaani, usiondoke hapa kama una swali jambo limesemwa, usirudi nyumbani ukasema, aya, nilitaka kuuliza. A, wewe uliza kama una cha kuongeza uongeze, kwa sababu kila mtu anasoma haya nitakayotaka tujifunze asubuhi ya leo. Somo la asubuhi linasema kuwa kama Yesu. Hebu mwambie jirani yako kuwa kama Yesu. Sijasikia, mwambie tena. Kuwa kama Yesu. Ndio somo letu la asubuhi. E, kuwa kama Yesu. Sasa kwa Mtanzania mimi na wewe Ukisikia mtu anakuambia kuwa kama Yesu, yanakuja maswali mangapi? Mawili. Swali la kwanza litakuwa hivi, kwani Yesu yukoje? Hilo ndio litakuwa swali la kwanza. Lakini la pili atauliza kwa nini niwe kama nani, niwe Yesu? Kuna faida gani ya kuwa kama nani, Yesu? Kwa hiyo, katika somo hili tutashughulika na hayo mambo makubwa mawili, kuwa kama, kama Yesu, kuwa kama Yesu. Sasa nitaomba watu wa, wa vyombo mnisaidie kuwapa watu maiki ya kunisomea mafungu ya Biblia kwa sauti kama maiki zipo wewe, watu wa makorora hapa, mmoja kisosora hapa, ukiwapatia hapo, ukiwapatia pale, pweegawanya. Nikisoma tu mtu anafungua haraka na anasoma, ili tuende na kwa pamoja. Biblia inafundisha kwamba Yesu ndiye kielelezo chetu. Waraka wa kwanza wa Petro mbili fungu la ishirini na moja. Nitakwenda haraka kwa sababu ya muda, kwa hiyo twende tufuatane. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili fungu la ishirini na moja wewe ukipata unasoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe kwa sababu itiwa, mm -hmm. Ndiyo mlioitiwa maana Kristo ndiye aliteswa kwa ajili yenu, mm -hmm. akawaachia kielelezo, mm -hmm. mfuate nyayo zake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inafundisha Yesu alikuja akatuachia nini? Kielelezo ili tufuate nini? Nyayo zake. Utasoma nyumbani Waraka wa kwanza wa Yohana mbili sita na Yohana Injili kumi na tatu fungu la kumi na tano. Kwa hiyo Yesu, tunataka kuwa kama yeye kwa sababu ndiyo kielelezo, ndiyo kielelezo wa tabia na mwenendo na maisha yake, mafundisho yake, maonyo yake, ili tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Kielelezo chetu ni nani? Ni Yesu. Sisi leo tunapoamua kuwa kama Yesu, sisi sio wa kwanza. Kuna watu ambao walitaka na wakawa kama Yesu katika maisha yao, na habari zao zimeandikwa kwenye Biblia. Katika somo hili tutajifunza maisha yao, masomo makubwa ya imani, mafundisho ambayo wanatuachia sisi, lakini lengo letu tuwe kama nani? Yesu. Wa kwanza ni Danieli. Sasa ili tujifunze vizuri, utakuwa nawauliza kama unafahamu, unasema tu kwa kifupi nani naweza kutuambia kisa cha Daniel? Daniel wa Biblia, sio Danieli aliyeko hapa. Kisa chake kwa ufupi. Jamani, nimesema mimi, subiri, nafundisha. Ah, sasa kama hamtaki mimi nitawataja ili darasa langu msisinzie. Ena mpe maiki, Ena atuambie. Hauna sauti? Eee. Ena ana sauti leo. Haya, mwinjilisti Maiko, Danieli wa Biblia kwa ufupi, dakika mbili tu, usieleze mambo mengi. Mwinjilisti Maiko apewe mic pale. Amen. Uh, katika uelewa wangu juu ya Danieli ninajifunza mambo mengi. Jambo la kwanza, Danieli tunajua kwamba alikuwa ni mtoto ambaye ametokea Israel lakini baadaye akachukuliwa mateka kupelekwa ukule Babiloni au Babeli. Kitu ambacho tunajifunza kuhusu historia ya huyu Danieli kwa ufupi ni kwamba Danieli pamoja na kwamba alipelekwa kule uhamishoni Babeli, yeye alidumu kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kwa ufupi, ninaweza nikasema kwamba Danieli alikuwa ni mtu ambaye alikubali kuishi kama Mungu anavyotaka pamoja na kwamba mazingira yalikuwa hayaruhusu, lakini alisimama imara kumtetea Mungu. Asante sana. Kwa hiyo Danieli ni balozi wa Mungu huko Babeli. Sasa alipokuwa huko sikia anachokisema Danieli moja fungu la nane soma. Danieli moja nane ukipata usome soma. Ehe. Ehe. Soma ten. Anza tena lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Asante sana. Sasa huyu balozi wa Mungu, yeye akaazimia moyoni, moyoni mwake kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha nani? Cha mfalme, wala divai yake. Nani hapa anayeweza kutupa ushuhuda kama alishawahi kula na Rais Samia? Yaani wakubwa, yaani wakubwa nishaenda kwenye dhifa ya kitaifa, akala au akafika nyumbani kwake furahin bado, yeah. Hata juzi kwenye uapisho wa waziri mkuu ujaenda? Hai. Hai. Mama Samia, nimepeleka mbali sana mkuu wa mkoa Mama Mariamu, ulishawahi kula na mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa wa Tanga bado? Nani hapa nataka kumuuliza ena, lakini amesema leo hana sauti. Aya, hakuna. Sasa ukipata fursa ya kula na wakubwa, kwa mkubwa, kuna vitu vingi Yaani, kule haupimiwi vipo, lakini Danieli anatuambia kitu hapa kwamba kwa wakubwa kama hawa vingine vina najisi nini mwili. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo ukipata fursa ya kwenda kula kwa wakubwa, mzee wangu Klementi kuwa mwangalifu usije ukanajisi nini mwili. Danieli yeye aliazimia hata najisi nini mwili. Sasa Wakorinto wa kwanza sita ishirini, ukipata usome. Kwa nini Danieli aliazimia hivyo? Wakorinto wa kwanza sita ishirini inasema anasema uh -huh, maana mlinunuliwa kwa thamani. Ndio sasa basi, uh -huh, tukuzeni Mungu katika miili yenu. Yaani wewe na mimi tuliyekuja hapa, Mwenyezi Mungu anatuambia sisi ni wa thamani, na kwa hiyo miili yetu tunavyoishi tumtukuze nani? Mungu, katika kula, katika kufanyaji kunywa tujali afya zetu. Bwana Yesu asifiwe! Sasa kwenye swala la afya hapa, Danieli anatufundisha vitu vingi. Leo ulimwengu tunaoishi, Danieli aliishi zamani sana hata kabla ya Yesu kuzaliwa. Leo karina hii tunayoishi, kuna vitu tunakula lakini vinatuletea shida kwenye miili yetu kuna vitu tunakunywa vinatuletea nini shida. Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tuwe na afya njema. Waraka watatu wa Yohana sura ya kwanza fungu la pili, Mwenyezi Mungu anatutakia tuwe na afya nini? Mbona muniitikii jamani? Mwenyezi Mungu anatutakia tuwe na afya nini njema, afya bora. Waraka watatu wa Yohana sura ya kwanza fungu la pili anasema, ndio mpenzi mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo ya, mambo yote, ndio, na kuwa na afya yako ndiyo, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Yaani, kama unavyojali mambo ya kiroho, Biblia pia inafundisha kwamba Mwenyezi Mungu anataka ujali nini afya yako. Sasa kuna watu wao wanasema Huwa anawasikia huko mtaani, Mwenyezi Mungu anajali tu moyo, angalii mwili. Lakini Mwenyezi Mungu, kuna uhusiano kati ya afya ya mwili na akili pamoja na mambo ya nini ya kiroho. Daniel anatufundisha kujali afya zetu, vile tunavyokula na vile tunavyofanyaje, tunavyokunywa huwe ni upande mmoja Nimesoma kitabu kimoja kinaitwa Afya na Raha, kimeandikwa na mtunzi mmoja anaitwa Ellen G. White. Sura inasema maelekeo ya akili, ni ukurasa wa mia moja na tisa anasema hivi magonjwa mengi nimesema nini, yanayowasumbua watu yaani wewe na mimi ni matokeo ya unyong'onyevu unaotokana na uzito au sononeko la moyo, majonzi, mashaka, majuto, hatia, kutokuridhika, tuhuma, haya yote yanasaidia kudhoofisha nguvu za uhai na kuikaribisha hali ya kuharibika au kuchakaa kwa mwili na mauti. Kama umenisikiliza vizuri, sema amina. Yaani, mtu anasema hivi kwenye mwili pia kuna afya ya nini? Ya akili. Sasa anasema kwenye akili, kama akili yako haijakaa vizuri, yaani wewe ni mtu wa sononeko tu la moyo Yaani wewe ni mtu tu wa huzuni, yani wewe tu ni mtu wa hatia, yaani wewe tu ni mtu, yani, wa kutokuridhika, anasema unajiletea magonjwa. Kwa hiyo unaweza ukaenda hospitalini ukapimwa, kichwa kinauma, tumbo linauma, kumbe chanzo chake ni nini? Mbona hata mnijibu? Haya, mumeelewa? Ukienda hospitali ukapimwa, ukaambiwa vionekani, usilazimishe. Tatizo liko kwingine kabisa. Wataalamu wa afya wanatuambia leo magonjwa yanayotokana na mtindo wetu wa maisha ni makubwa zaidi kuliko magonjwa ya kuambukiza. Lakini Bwana Yesu asifiwe, leo tuko kwa Yesu. Kama umekuja na majonzi, Yesu atayachukua. Yaani hapa ukae kwa furaha. Mwambie jirani yako hapa kaa kwa furaha. Mm. Kuna vitu ambavyo katika kutunza afya zetu Mwenyezi Mungu ana ni makatazo ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano vilevi, wa Efeso tano kumi na nane, ukipata unisomee wa Efeso tano fungu la kumi na nane. Soma. anasema ndio tena, tena. Msiliwe kwa, mvi, msilewe kwa mvinyo. Msilewe kwa mvinyo ambamo uh -huh. mna ufisadi. Ndio. Bali mjazwe roho bali mjazwe roho. Yaani, sisi tunaitwa tujazwe na Roho Mtakatifu, sio tulewe. Kwa nini? Kwa mvinyo, kwa pombe ndani yake kuna ufisadi. Sasa mtu mmoja akaniambia hivi, unajua yeye akinywa pombe anapunguza mawazo huko mtaani ananiambia akiwa na mawazo mengi mzee Clement, anakunywa nini? Pombe ili kupunguza nini? Halafu pombe ikiisha, mawazo nayo yameisha? Mawazo yako pale pale. Kwa hiyo <laughs> mwinjilisi mkorongo huyu ameahirisha tu tatizo, yaani unaahirisha tu tatizo, mawazo yako pale pale kama umeenda kulewa kwa sababu labda umevurugwa nyumbani kwako, si ndio? Ukirudi mke wako utamkuta vile vile, aliye kuvuruga kwa hiyo pesa imeenda, si ndio? Na mvurugo bado upo nyumbani. Hasira, wengine tunaugua kwa sababu ya hasira. Biblia inasema Waefeso 4 fungu la ishirini na sita mpaka ishirini na saba. Nisomee Waefeso nne ishirini na sita na ishirini na saba. Anasema ndio, muwe na hasira mm -hmm, ila msitende dhambi, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujatoka. Asante. Wala msimpe ibilisi nafasi. Asante. Jamani, watu wenye hasira, neno la Mungu linatuonya asubuhi ya leo, jua lisizame moyo wako bado una nini, una uchungu, yaani umevimba. Najua kuna watu wengine, sijui ndio maumbile, akiwa na hasira mpaka anatetemeka, jasho inamtoka, eh? maneno hayatoki. Waswahili wanasema hasira hasara. Yaani nasema mambo ambayo yanavuruga afya ya akili ambayo hayo yanatusababishia nini? Magonjwa. Luka kumi na mbili fungu la kumi na tatu mpaka kumi na tano alafu utaruka utasoma fungu la ishirini na moja Injili ya Luka kumi na mbili fungu la kumi na tatu mpaka kumi na tano. Anasema, mtu mmoja katika mkutano akamwambia, akamwambia Yesu. Mwalimu. Ndiyo. Mwambie ndugu yangu uh -huh. Anigawie urithi wetu uh -huh. Akamwambia. Akamwambia mtu, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? uh -huh. Akamwambia uh -huh. angalieni uh -huh. jilindeni na choyo, jilinde na mana choyo, jilinde na choyo, uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Asante, ishia tu hapo mama, nakushukuru. Yaani, leo unalisomea vizuri Biblia. Choyo, watu wenye choyo mara nyingi, mara nyingi pia wanakumbwa na mshtuko wa moyo. Unajua ni kwa nini? Si unamtembelea mkorongo, saa ameandaa chakula, si ndio eh? Make umepiga ghafla hodi chakula mezani, hataki ule. Unaona moyo unastuka kwanza eh? Moyo unastuka eh? Moyo unastuka. Ulimwengu tunaoishi, Shetani anatufanya tuwe wachoyo sana. Mtu anajirindikizia vitu ambavyo hata hawezi kutumia, na jirani yake hapo ni muhitaji, ni choyo tu.